Sisi kama viongozi tumekataa siasa za mapema. Wale wanaomba viti wajue hakuna uchaguzi saa hii, wangoje siku ya uchaguzi, tutanyoroshana na siasa ya siku hiyo. Ama mnataka siasa ya mapema? Mnataka siasa saa hii? ni siasa maendeleo? Ni siasa maendeleo? siasa maendeleo? Wacha nione wale wanasema maendeleo kwanza, maendeleo kwanza, maendeleo kwanza. Swali ya pili, swali ya pili nauliza, mnataka siasa saa hii ama kazi? Ni siasa ama ni kazi? Ni siasa ama ni kazi? Kwa hivyo sisi tunafanya declaration yetu, kazi kwanza, siasa baadaye. Kazi kwanza, kazi kwanza. Wangapi wanakubaliani na mimi? Kazi kwanza, kazi kwanza. Niko na swali lingine. Nimewapatia report card, kwa sababu sasa tuko half time. tuko tua tangu tuchaguane, nimewaambia vile tumesukumana na maneno ya uchumi, kilimo, masoko na hata barabara ambazo zilikuwa zimekwama tumepata pesa tutazikamilisha. Mpaka wakati tunaomba kura ya 2027 tutakuwa tumesuluhisha hiyo jambo. Mimi nauliza, nimewaambia ile kazi mahali tumeifikisha na ile imebaki, nimewaambia tutaikamilisha, kwa sababu tuko na mtihani 2027. MCA mtihani, MP mtihani, Women Rep mtihani Seneta mtihani, gavana mtihani, rais na deputy, si tuko na mtihani? Kwa hivyo nataka niwaambie, mukiona, mkiona na kazana, mkiona na kazana kusaidia Rais, ndio kazi ya maendeleo ya Meru na maendeleo ya Kenya isonge haraka ni kwa sababu sitaki serikali ianguke mtihani, na ile kazi nimepewa sio kazi ya kupoteza nikilumbana malumbano ya siasa. Ni wakati wa kufanyia wananchi kazi Meru na Kenya nzima. Mimi nataka niwaulize, hivi niendelee na kazi ama niwache niingie siasa? Niendelee na kazi, nichape kazi. Wera si wera, wera si wera Tuchape kazi Kenya mzima, hii Mero yetu hii, na Central na Coast na Western, North Eastern na Nyanza, Rift Valley. Niendelee na kazi ama nianze mambo ya siasa? Unajua, nimeona watu wengine pale, ati kwa sababu hatuongei siasa, tunaongea wana hawa ya maendeleo, wanafikiria hatujui campaign. Hello my friend Oh, my friend usidharau wembamba wa reli, gari ya moshi hupitia juu yake. Wakati wa kampeni ikifika, tutanyoroshana mbaya mbovu. Na hao wa watu si namna hiyo, kwa sababu hao watu wanazunguka hapa wakiongea hakuna mtu hakuwa na nafasi ya uongozi. Si mimi nilikuwa minister of interior. Sikuna ile kazi nilifanya, nilikuwa interior minister mambo ya usalama, mambo ya passports nilifanya, sikufanya pa, kule Lamu nilikwama huko, nilikuwa naishi huko Boni Forest nikipigana na Alshabab, nilikuwa napigana na Alshabab huko North Eastern, nilikuwa napigana na bandits everywhere, I was everywhere. Mambo ya passports, nilinyorosha, sikunyorosha? Nilinyorosha, sikunyorosha? Sasa nimeingia kwa kazi mpya, na nimeingia half time. And you know the most critical players are brought in in the second half. Mumesikia, this is the last leg of this term. Kwa hivyo hatutaki mchezo, we are on a mission. ukiona tuna avoid siasa, usifikirie ati kwa sababu hatujui kukampeni. Nimeona kuna watu wako na kiburi na maringo mingi wanaongea kama hao ndio wenye hii dunia ya Mungu. Una mtu mwenye hii dunia? Si hii dunia ni ya mwenyezi Mungu? Kuna mtu anaongea anaongea kama Mungu. Na wengine walipewa kazi ikasabaratika, wengine mimi sitaki kuongea mambo yao, lakini siku ya ya ku, kunyoroshana kila mtu atatoa rekodi yake. Wewe ulikuwa kitu fulani, uliletea wameru nini? Wewe ulikuwa kitu fulani, watu ya tharaka nithi walipata nini? Wewe ulikuwa kitu fulani kwani kuna mtu ametoka mbinguni hajakuwa kiongozi hapo nyuma so please let's understand each other and today tuko hapa kwa sababu we believe in the bottom up transformation agenda that to change the economy you don't focus on just the rich people on top hoping that those few rich people will transform the grassroots Pesa ya serikali sasa tunaiweka kwa program ambayo inasaidia wakulima, wafugaji, watu wana biashara wadogo wadogo. Hiyo ndio tunaita b bottom, bottom, bottom, bottom, bottom, bottom. Si bodaboda ni bottom up? Si mama mboga ni bottom up? Si watu ya mkokoteni ni bottom up? Si hao ndio wako hapa leo? Hapo ndio tumeku, tumekuamia. Na wale hawataki mambo, wakae kando, tutakutana nao huko mbele. Asanteni sana. Sasa sasa tungetaka kufanya kitu hapa ndio tumalize. Kwanza kabisa niwaambie vile nimefika hapa, niliambia mdosi yangu, Rais William Ruto, niko hapa Meru, akanituma na salamu zake, kwa sababu yeye ni rafiki yetu Kweli si kweli? Umepokea salamu ya rais mmepokea salamu ya rais. Na hiyo salamu nimemwambia iko akina mama mboga na watu ya Wilbaro na watu ya mikokoteni na watu ya bodaboda boda, na tunawatafutia pesa kidogo ndio wainue stock yao. Na munisikize vizuri, kuna watu wanatuuliza hii itasaidia nini? Unajua, watu ambao wametosheka awaelewi ya kwamba ule mama mboga ambaye stock yake ni shilingi elfu tano ikifika elfu kumi atashukuru Mungu na atabadilisha familia yake. Ule mama mboga ambaye anazungusha stock ya 10,000 akiongezewa nguvu, apiwe jeki ifike 20,000, hiyo ni muujiza na hiyo itasaidia familia yake vijana wetu ya bodaboda hata boda, ukipata elfu tano zaidi utanunua side mirror, ndio polisi wawache kuwashikashika kwa sababu bodaboda haina boda, side mirror. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Unajua wale watu wametosheka, hawaelewi they don't understand. Nauliza, hii pesa kidogo mnapatiwa pe, itakusaidia nini? Pora, boda boda person ambaye pikipiki haina spare ama imepotesa side mirror ataenda anunue side mirror polisi wa wache kuwasumbua barabarani. Si ni kweli? Si ni kweli? tuendelee na hii kazi, tusonge na hii kazi, tusonge kusonga, tusonge kusonga. Kwa hivyo wakati ni rais amenituma, kwa sababu ya Ado Ameru ni inywe yeah. Mwaumeru aguo yeah. Kuona jabeno yeah. Nataka niwalifu hivi watu wa Meru yeah. Mimi nimetoka kule Nyeri yeah. Na nimekuja kuambia Deputy President ni rafiki yetu yeah. Na ndipo tumemleta wapi? Na ndipo tumemleta wapi? watu wa Meru niwaambie, yeah. Na Gikuyu tugaga mutimia mugi ndoraga hindi ya magetha mutimia mugi ndoraga ikumbiri ihuire na nikio turagire to guikara thirikari to ndwe gukamwo dikohorwo ne guthathayo ni twanyitana muga to ikara thainie. Your excellence, vile nimewaambia, nimewaambia pale kwetu kahawa imelipa mzuri sana, na nikamwambia majani chai pia bei imekuwa sawa. Asanti sana, Mungu awabariki. Pia nami nimekuja na mchango wangu elfu mia moja 100000 100000 Thank you.